Eh, wee mtoto wa mjini umezaliwa mjini lakini unaishia kuwa mlaunga, unaishia kuwa teja, unaishia wee mtoto wa mjini gani?